Tumepata furaha uh, kubwa sana kukabisha jopo la madaktari kutoka Israeli, hospitali Wolfson's Medical Center jijini Holon, ambaye uh, ni Dr Sagi as ambaye ni daktari bingwa wa masuala ya magonjwa moyo kwa watoto, ambaye uh, amebobea hasa kwenye matibabu ya magonjwa moyo pasio na kufungua kifua, ambayo um, kwa Kiingereza tunaita interventional cardiology hasa kwa upande wa watoto. Haya ni matibabu maalum ambapo tuna uwezo wa kuziba maradhi kama matundu aa, ya kwenye moyo pamoja na kuziba mishipa ambayo imebana, pamoja na matibabu mengine mbalimbali ambayo mbali, hayahusiani na kufungua kifua. Ni matibabu ambayo ni ya ufanisi wa hali juu, kwa sababu matibabu ambayo hayahusi kufungua kifua ni matibabu ambayo ni ya mafupi. Mgonjwa ki, mtoto akilazwa leo, akifanyiwa kesho, keshokutwa iko katika hali, hali ya kuweza kurudi nyumbani.

Madaktari wamefanya uchunguzi, wamegundua na tatizo kwenye moyo. Nashukuru Mungu, wamemfanyia matibabu. Sasa hivi namuona mwanangu anaendelea vizuri, kwa hiyo mi nashukuru. Wazazi wenzangu wahamasika, waleta watoto wapatiwe huduma ya afya ya moyo wako.